Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi saa chache baada ya kutoka Dodoma kwa maagizo maalum, aliwasili katika mtambo huu wa kupima mafuta ambapo miongoni mwa maelezo aliyoyapata kutoka kwa meneja mwendeshaji wa mtambo huu ni kamera zilizopukutishwa na kimbunga kikali katika eneo hilo na kusababisha eneo hili kukosa kamera za usalama kwa muda sasa. Ulitokea shida, kuna kipindi mvua zimenyesha mfululizo, mvua zimenyesha mfululizo. Kwa hiyo zile control, electronic control ya zile valvu kufungua na kufunga, ambayo inakuwa instructed kwenye programu, kuna baadhi ya valvu zimekataa, maji yameingia ndani kwenye baadhi ya valvu. Mtambo huu maalum wa kupima mafuta ambao umekwisha kupima meli takribani nne hadi sasa na kujiridhisha na kiwango chake cha upimaji, katibu mkuu huyu amesema utasaidia serikali kupata mapato halisi ya kodi ya mafuta, huku pia akitoa maagizo kwa maafisa wa bandari. Moja, hizo hizo kamera walizosema zimeungua kwa sababu ya ya radi, zirudishwa mara moja kwa sababu bado ziko kwenye kipindi cha majaribio au waranti, kwa gharama za, za, za mkandarasi. E, pili hizo hizo valvu ambazo zime, nazo zimeathiriwa na mvua na zenyewe hazibadilishe az, az, aweke ambazo haziathiriwi az, az, na mvua, kwa sababu kama alijua kama mtambo huu unakaa nje na unapiga mvua, ina maana hizo valvu hazikutakiwa zipate hiyo um, athari. Meneja wa bandari licha kukiri mkandarasi aliyejenga mtambo huo alikiuka mkataba kwa kuweka vifaa vinavyoathiriwa na maji, amesema watajitahidi kuhakikisha wanatekeleza kwa wakati maagizo ya katibu huyo mkuu. Injinia ameeleza pale kwamba ni jambo la kitaalamu na mkataba ulikuwa unataka aweke vitu ambavyo haviwezi kapitisha maji, lakini mvua imekuja imenyesha kubwa, imeonekana kwamba maji yamepita pale. Kwa hiyo ni mapungufu ambayo yeye kama eh, kama mtaalam supply au mtambo ndio alipashwa kujua kwamba vitu anavyoweka haviwezi kuleta matatizo, lakini sisi tulikuwa tu aweke alafu tujaribishe. Kwa mujibu wa serikali, ujenzi wa mtambo huu wa kisasa ni moja ya hatua za kuhakikisha inadhibiti mafuta yaliyokuwa yakipotea na kuisababishia serikali hasara mabilioni ya fedha, ambapo kwa sasa hakutakuwa na utata kuhusu mafuta na kodi inayopaswa kulipwa katika bidhaa hiyo ni sehemu ya juu ya mtambo ambao unatumika kupima mafuta yakitoka kwenye meli, lakini hii ni moja ya valve ambayo haifanyi kazi takribani mwezi mmoja kielektroniki, lakini kwa manyu, yaani kwa mkono, inafanya kazi. Kutoka katika eneo hili ambalo liko nje kidogo ya Dar es Salaam, Kigamboni, Spence Lamek, ITV.